kwa hiyo wanajitahidi ku comply na tunaenda vizuri mpaka sasa hivi. Hongereni, hongereni sana. upo toka, sa, toka, toka jana asubuhi? Hongera yeah, hey, sana hongera na pole haya. Hongereni sana, hongereni kwa kazi nzuri. Nimefurahi kuona askari wetu bado wana ari, wana moyo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 kwa hiyo na Watanzania wameweza kujua, kwa sababu kuna urushaji wa picha za mjongeo za siku za nyuma ambazo ni kutaka kuleta hofu tu, ili kuisigeti watu waingie kwenye kufanya maandamano, wakiamini wenzetu wameanza, sisi bado. Lakini hilo vyombo vya habari mmeweza kutusaidia, asanteni sana, endeleni na kazi.